Hapo awali tulikuwa tunatumia gharama kubwa sisi kama mama lishe, kwa jinsi tunapopata maji. Tulikuwa tunatumia gharama kubwa, tunanunua maji kwa wale watu wanaotembeza kwenye madumu. Kwa kila dumu tulikuwa inatugharimu kununua shilingi elfu moja, lakini sasa hivi serikali ilivyorahisisha upatikanaji wa maji tunapata kwa gharama nafuu, kwa sababu huduma ya mama lishe kwa, kwa ujumla huduma ya maji ni kitu muhimu sana, kwa usafi, upishi, kwa kila kitu tunategemea sana maji. Hivyo ilikuwa inatugharimu kutumia pesa nyingi sana kupata hayo maji, na kwa sababu vipato vyetu vilikuwa ni vya chini, kwa hiyo pesa nyingi ilikuwa inatumika kununua maji, lakini sasa hivi kwa sababu huduma ya maji ni rahisi na inapatikana kwa urahisi tuna kuna kiasi fulani kipato chetu kimekuwa kime kime, tunakiona. Serikali hii ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetuwezesha sisi wananchi wa kazi wa Kigoma manispaa ya Kigoma Ujiji. Asilimia kubwa ya barabara zetu sasa hivi ni lami. Ehe, pia tunashukuru serikali kwa kutuunganisha na barabara za lami katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Hususan pia serikali imetunganisha na barabara za kutoka nje ya Tanzania kwenda Burundi, sasa hivi kwenda mpaka Kagera mpaka Mtukula huko. Kwa siku mtu anaweza kwenda Jumbura hata mara tatu, sasa hivi mpaka mara nne, kwa sababu imekuwa rahisi sana. Serikali tunaishukuru sana kwa kufungua hasa Kigoma na, na mikoa mingine barabara za kwenda Tabora, barabara za kwenda Mwanza na Kanazi, kidogo sasa hivi ziko vizuri mtu anaweza katoka hapa akaondoka asubuhi au akaenda jioni, kesho karudi, ikamrahisishia kuwahi kufikisha biashara yake kwa wakati, na unajikuta naweza kupunguza bei ili kusudi angalau wale watumiaji wa mwisho wanapata unafuu kidogo. Kwa hiyo tunamshukuru mama, amefanya vizuri, amejitahidi sana, tunashukuru kwa kufungua Kigoma. Kigoma kwa kweli tunamshukuru sana, amewezesha miundombinu ni, ni kubwa sana katika sekta ya elimu hasa kuongeza madarasa kuanzia ngazi ya elimu ya shule ya msingi, sekondari mpaka high school pia lakini pia amesababisha ufaulu uf, mkubwa maana wanafunzi wana, wanakaa walau wachache wachache kila darasa, kitu ambacho kinasaidia walimu kuwafikia wanafunzi kwa wakati na kuweza kuwasaidia pale ambapo hawezi kufikiwa. Lakini vilevile serikali yetu imetujengea maabara katika shule mbalimbali na hata hapa Kigoma, Kigoma mjini, tumeshuhudia shule nyingi kama Buzebazeba, Katuguka, Mwananchi, Mrole sekondari na shule nyingine kadhaa ikiwemo ya Wakulima. Tumeona miundombinu ya maabara pamoja na vifaa vyake nzuri kabisa, ambazo zinawafanya wanafunzi kujifunza kwa kweli. Tunaona uboreshaji huo umeleta tija kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wetu kuweza kujifunza wakiwa katika hali ya utulivu. Upande wa afya ametujengea hospitali nyingi katika kila wilaya, kila halmashauri kajenga hospitali, hasa katika hospitali yetu ya mkoa hapo wa Kigoma mjini. Sasa, mkoa wa Kigoma mjini, wananchi tulikuwa tunasumbuka sana kupata matibabu, matibabu ambayo labda ya figo ya kuja CT scanning, magonjwa yale makubwa tulikuwa tunahangaika, kuna safii tunaenda mikoa mingine, ambapo ni Dar es Salaam kwenda Muhimbili Ushirodi au Bugando, lakini kwa sasa tunaishukuru serikali ya awamu hii ya sita, imetuletea huduma hapa hapa katika mkoa wetu wa Kigoma. Hospitali za wilaya, kila kila huduma zipo, hospitali za halmashauri huduma zipo. Kwa mimi binafsi ninaona kwa namna ya juu sana, na naichukulia kwa namna ya upekee sana kwamba kitendo cha serikali kuona au kuthubutu kuweza kutuletea madaktari bingwa kwa kila kipindi, mimi nimebahatika, nime kufaidika nayo na ninaweza kusema kwa namna hiyo, naipongeza sana serikali. labda mrefu ekua ataesika na swala la umeme. Umeme umekuwa ni gumzo sana kwa upande wetu sisi mafundi, na sisi pia tunategemea umeme sana kwenye kila kazi zetu hizi za kuchomelea hizi

Wakati ukatikikatiki sana kama zamani hata umeme. Na kazi kaisha bila wasiwasi yote na ucheleweshaji kazi za wateja.